Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, nianze kwanza kwa kumshukuru mola subhanahu wataala, mola ambaye ndio anayekuneemesha kila uchao kwa kila neema kunazozijua na zile ambazo neni kuzijua, kama alivyosema mwenyewe, waitadu nematallahi la latubsuha, nema mnazokunaemesheni nyingi, hata mkiamua kuzihesabu nema za Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema la tubsuha, kamwe amtoweza kuziwanga, yaani kuzihesabu, ni nyingi tunazoziona na tusizoziona, zile neema ambazo ni hamu na neema ambazo ni hamu kwa ujumla wake wote, tunasema kuna mshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema. Lakini nichukue nafasi hii vile vile kutanguliza salatu ala nabi ambaye amefutauma wamefutaaunema miftaahu rahma ndio muhuri basi, namswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na ali zake na sahaba zake. Baada ya hayo, nitambue uwepo wenu nyote akiwemo mzee wetu Bin Ahmad ambaye yeye ndio kiongozi wa hapa lakini ndiyo sababu ya mimi uwepo hapa, kwa sababu ni amri yake, leo niache kila kitu isipokuwa nihudhurie jalsa hii. Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu, Mwenyezi Mungu amuondoshee kila aina ya changamoto za duniani na afera, na Mwenyezi Mungu atubakishie kuendelea kunywa wa, wa nafaka zake. Kadhalika shehe wetu, wakati leo nimepata habari kwamba anaumwa lakini kwa mapenzi yake ya dhati, sio kwa kuogopa tonge, lakini kwa mapenzi ya dhati akasema hapana, nitajikokota nitakuja. Nani kushadilisha upanguvu nawe mwenyezmga eaa shagali mwea ni katika watu ambao ni muhimu sana kuwaombea Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwa sababu ni mmoja katika wanachuoni wa jiji letu, na nafasi za wanachuoni zila lsema Mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ulama umati ka anbiya bani Israil, wanachuoni wa umma nafasi yao ni sawa sawa na mitume wa bani Israil. Maneno ya Mtume. Tatizo sisi wenyewe katika watu kusoa wasiokuwa wa na nafasi katika maisha yetu ni wanachuoni kama alivyosema Imamu Ibn Baz, na wistata anasu anyakula liabdimin annahu ata bi ummihi. Na pano anasema namna wanachuoni hivi sasa walikosa thamani mbele ya jamii wanakuziishi, basi namna watu wana wanakuwashusha, wana wana chini na kuwabogeza na kuwatusi hata wangeweza kusema mwanachuoni mmoja anatembea na mamake mzazi wangesema so, Mwenyezi Mungu ya wa kuhifadhi. A hapa naweshukrani Mwenyezi Mungu akutoule mrefu wakuongeze maarifa kuendelee na kunywa na habari kutoka kwake, na nyote mlekweko hapa kwa nafasi zetu tofauti, maimamu, waumini, viongozi wa, wa serikali, madarueshi wenzanu nirudie tena kuwaambia asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nimetumwa na kuagizwa na kuambishwa na shehe wangu baba yangu Sheikh Talib, leo niji hapa katika jamvi la jamvi la Ijumaa. Menyezimuu watukujulie, hakuna nilichokuja nacho isipokuwa nimekuja kuchukua munakwenu. Mimi niseme kama anasema hao waliosema kwenye Qur'ani, wajina ibiaa hati muzjati, imekuja na bidhaa nyepesi tu aina lolote eh? Bidhaa isiyo muzika, lakini nimekuja kwa ajili ya kuchukua sisi watu wa kitarika itikadi yetu pale, tunapotekeleza maagizo ya mzee wetu basi, ndio na sisi tunapata, hatuna jipya tutakalo kusema isipokuwa ni yale inayoniwakila siku lakini, lengo ni kuu sana, na mada yetu ni kama alivyosema mzee wetu, nafasi ya viongozi wa dini katika kuleta amani au kuzungu amani amali auwe lolote utakalosema katika hilo litafaamila, lakini tunataka kutizama mtu wa dini ana nafasi gani katika jambo la amani. Na niseme mapema, tunaposema mtu wa dini sisi hatukusudii kama madhehebu mengine. Madhehebu mengine wakisema watu wa dini ni wale watu wanaoshughulika na dini tu wala awakusubiiwasiosuhulikana ki, lakini sisi kama Waislamu tunaposema huyu rajul dini ni muislamu, kuyuuna wake ule aliyotaja Mwenyezi Mungu katika Qur'ani kuntum khaira umma nasi, bil minasi ta'muruna ta bilmaarufi watadhauna anil munkar, nyewe imekuwa ni umma bora. Kwa nini nimekuwa umma bora? Kwa sababu mko katika karne ya ishirini na moja karne ya teknolojia. la ninyi mmekuwa umma bora kwa sababu mna mambo matatu: ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna ta 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mambo yenu matatu kwanza, mnaamrisha mema, pili, mnakataza maovu na tatu, matatu mnaendelea kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Mwenyezi Mungu tunamuomba tuhakikishie matatizo hayo, tuseme nani na ndio dini. Dini al amru bil maruf wa nahyi anil munkar, kwa lugha nyingine tunasema dini ni kuamrika na kukatazika

sikifaa sisi watu wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunakuwa umma bora kwa sababu tuna mambo hayo. Tuna imani ya la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah. Maisha yetu ni vitu vingi, al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ndio ushehegu huo, ndio nini Okay. Okay. Na ndio maana upande mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema hamwezi wote kwenda kusoma, isipokuwa litoke kundi wakasome na wakirudi waliiaa idara ya umma, ili wapate kuwakataza na kuwaamrisha wakirudi. Kwa hiyo kwa pale tunapoamrishwa tuamrishike na pale tunapokatazwa tukatazike. Semeni inshaAllah. Nimeanza hivi kwa sababu watu wengi hawajui ahamia ya dini hii nai, kumbe uhakika wa dini ya Kiislamu ni kukatazika na kuamrishika. Mwenyezi Mungu anakuamrisha nini, fanya. Mungu anakukataza nini, acha tu, au kutofautiana katika daraja za elimu, huyu anajua wapi mpaka wapi, anajua wapi lakini wote katika utendo huu tunakuwa ni umma wa Mtume mhama